usajili na utambuzi kwa wananchi kupitia taasisi ya NIDA. Mheshimiwa Naibu Spika, imechangiwa kwa uchungu mkubwa sana namna ambavyo watu wanatumia mitandao vibaya kumdhalilisha mheshimiwa rais wetu na ikasemwa ika vizuri kwamba hata kama content ina, inazalishiwa nje lakini ndani ya nchi wanaoisambaza ni Watanzania wenzetu. Cyberbullying, umetumia maneno ya cyberbullying. Nitumie na nafasi hii nimwagize IGP Camillus Wambura, tuko naye hapa bungeni siku ya leo. Kazi nzuri ambayo jeshi la polisi naifanya kwa kushirikiana na TCRA, waongeze maradufu kuona watu hao wanashughulikiwa. Haiwezekani, unapata content hata kama hajatengenezewa nchini, alafu wewe Mtanzania, watu wanataka kuchoma amani ya nchi yetu, wewe unakuwa ni sehemu ya kuchoma nchi yako? Hatutakubali. Kwa hiyo IGP, pamoja na makamanda, mkae kikao maalum, mbainishe changamoto zilizopo. Waheshimiwa wabunge, tupeni inputs, hata ni kama kwa asili, ili tushughulike na hawa watu. Haiwezekani. Mheshimiwa rais wetu anafanya kazi nzuri, tumeona, tumeshuhudia kwenye wilaya zetu, kwenye majimbo yetu, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi umefanyika, haijapata kutokea. Alafu inatokea dakika za mwisho hizi, watu wenye wivu wanawatumia watu wachache kutuvuruga na, ku, na kusababisha e, Watanzania tuanze ku kunyonsheana vidole na wakati, kuna mambo mengi yamefanyika huko kwenye vijiji, kata na wilaya zetu ambazo rais huyu anahitaji maua yake. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, ni washukuru sana sana, nyinyi mmeshuhudia kazi kubwa ambayo rais wetu amefanya. Hatutakubali kumwona Mheshimiwa rais wetu anadhalilishwa, na huku vyombo vyombo tunavyo, na teknolojia ipo ya kudhibiti hawa wahalifu. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, hii tunaenda kulifanyia kazi na niwahakishie vyombo vyetu viko timamu. Mheshimiwa naibu spika, sasa niende kwenye upande wa jeshi la polisi. kulikuwa kuna e, michango ya mheshimiwa wabunge kwamba serikali imewekeza kwa kiasi kikubwa kwenye vitendea kazi. Mmeona ni mashahidi, tunanunua magari kwa ajili ya makamanda mpaka kwenye wilaya mausidi, sasa hivi wana magari, tunajiandaa kuwapa magari OCD Land Cruiser mpya kwa hiyo kwenye upande wa vitendea kazi, kwa kweli mheshimiwa rais na amiri jeshi mkuu amefanya kazi kubwa sana. Nyinyi ni mashahidi, magari mapya mmeona yanapishana barabarani yakienda kwenye wilaya zetu. Lakini mkatuambia, sambamba na hili kazi hii nzuri iendane na kuboresha maslahi ya askari wetu. Maelekezo ya bunge tumeyachukua, lakini waheshimiwa wabunge, hata ukiwauliza askari wetu huko kwenye majimbo yetu kwenye upande la uniform Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa. Sasa hivi upande wa uniform askari wetu wanavaa vizuri na wanapendeza. Kwa hiyo jitihada hizi nzuri za vitendea kazi na, na uniform kupatikana sasa, eh, kwa niaba ya serikali tumechukua kwamba kazi hii nzuri iendane na kujenga ustawi mzuri eh, maeneo ya kazi ya askari wetu kwa maana ya kuwajengea makazi na kuangalia masuala ya maslahi yao tuweze kuyaboresha. Kwa niaba ya serikali, naomba tuchukue hii commitment tukaifanyie kazi. Mheshimiwa Naibu Spika, zipo bilioni 80.45 ambazo serikali hii ya amu ya sita inayoongozwa na mheshimiwa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, tayari jeshi la polisi wana fedha hii bilioni 80.45 kwa ajili ya kununua vifaa vya upelelezi kwa maana ya kuimarisha kamisheni ya intelijensia kufanya uchunguzi wa kisayansi masuala ya DNA, upelelezi makosa ya jinai. Sasa hata zile changamoto za wizi wa simu, mwananchi anaibiwa simu, anaweza akajua kupitia IMEI namba kwamba mwizi wangu yuko eneo fulani, lakini mchakato kupitia jeshi la polisi kumekuwa kuna kusuasua nimeshakaa na IGP, nimemwambia kwa teknolojia hii tusingependa kuona Watanzania mtu anaibiwa smartphone, mwizi anajulikana alipo alafu atumkamati. IGP, tunakuamini, kajipange na makamanda kuhakikisha masuala ya wizi wa simu; simu inapoibiwa, basi askari wetu wawe waaminifu, waende wamkamate mwizi na aonyeshwe hadharani, ili awe fundisho kwa watu wengine. Kwa swala hili, Waheshimiwa wabunge na bilioni hizi 80.45 ambazo tumewezeshwa zinaenda kuimarisha idara ya upelelezi e, makosa ya kimtandao na makosa ya uhalifu wa kifedha pia tunaenda kushughulika nayo, kwa sababu tuna vifaa vya kisasa na hatua ya manunuzi ya bilioni hizi 80.45 iko hatua za mwisho. Kwa hiyo vifaa hivi tutavifuata, tutavipata miezi ya karibuni. Mheshimiwa Naibu Spika nimeshasema upande wa masilahi ya askari kwamba tunaenda kujipanga ili yaendane na kazi nzuri, ya kuwapa vitendea kazi. Tumelichukua na sasa niende kwenye maombi na michango ya waheshimiwa wabunge e, kwenye majimbo, masuala ya vituo vya polisi vingine ambavyo vinajengwa lakini vingine vinahitaji ukarabati, makazi ya askari katika maeneo ya Waheshimiwa wabunge huko majimboni. Swala ya boti mheshimiwa naibu waziri ameshaizungumza, kwa mheshimiwa mamangu, Mheshimiwa Njina Stella Manyanya, na wabunge ambao mnatoka kwenye maeneo ya maziwa makuu, ili jambo linaenda kuwa historia. Boti zile ni za kisasa sana, kwa hiyo zitasaidia sana kwenye maeneo ya maziwa. Lakini e, mheshimiwa dadangu, Mheshimiwa Zuena, mheshimiwa Eh, Same Mashariki, mheshimiwa usonge kaskazini Unguja, profesa mzee wangu Ndakidemi kuhusu mabogini, mheshimiwa Estamatiko kule Tarime kwa watani zangu kule kwenye magari, mko vizuri kwenye mipango mpo. Kwa hiyo hata haya ambayo umeyasema, ngoja tuyachukue tukayafanyie kazi, lakini eh, wapo wengi ambao mmesema specifically kwenye maeneo naomba muamini kabisa katika ile michango ishirini na moja wabunge mliochangia na maeneo ambayo mmeomba tumeyachukua, tunaenda kuyafanyia kazi. Lakini vile vile kupitia mchango wa profesa Mwanya e, naomba nikiri, hata sisi kwenye upande wa ofisi ya msajili wa jumuiya kwanza tumepokea mapendekezo ma, ma ya, ya, ya, ya kamati kwamba taasisi hii ina majukumu makubwa ni vizuri tukaiangalia katika mwelekeo wa kuifanya iwe ni taasisi iliyokamilika, kwa sababu ukienda kwenye wilaya zetu, na hili sio jambo la kisiasa, ni swala la kitaalamu, kuna utitiri wa uandikishaji wa hizi taasisi, na kama Profesa Mwanya ulivyosema, na sisi tunalitizama hivyo hivyo. Unakuta mtu hajasajili kanisa, anatoa huduma, anaamka, anasema ameomba, ameoteshwa kwamba sijui itatokea nini kama, kama umeona ume, umeoteshwa, kutakuwa kuna hali ambayo sio nzuri, basi nenda uombe Mwenyezi Mungu aizuie isitokee kwenye taifa letu, lakini sio kutoa taharuki kwa taifa kwamba jana nimelala nimeota e, mimi ni nabii e, kutakuwa kuna taharuki hii. Sasa mi, mi nitegemea huyo huyo kiongozi angeenda aombe Mwenyezi Mungu azuie hilo balaa lisitokee, lakini kiongozi huyo analeta taharuki ya nchi, Watanzania waache kufanya shughuli zao waanze kupaniki. Lakini ukifuatilia unakuta hajasajiliwa, ukimgusa anasema serikali inavamia viongozi wa dini. Kwao tunaenda kufanya uchambuzi vizuri, tutaleta mbele ya bunge hili, tuwaonyeshe wale ambao wanafanya kazi kinyume na utaratibu. Itakapowachukulia hatua, Watanzania wajue kwamba sio mambo ya kisiasa. Nadhani mmenielewa, waheshimiwa wabunge. Jambo lingine, maswala ya biashara haramu za usafirishaji binadamu, hii ni changamoto kubwa. Mheshimiwa Tawhida umechangia katika eneo hili, lakini wakuu wa vyombo wamesikia mchango ya waheshimiwa wabunge. Tutaenda kushirikiana na wizara ya mambo ya, ya mambo ya nje na, na ushirikiano wa Afrika Mashariki, kwa sababu vijana hawa wetu wanaenda kufanya kazi huko nje ya nchi tunawapa passport sawa, uhamiaji ni sehemu. Tutaanza kuangalia ndani ya serikali ni aina gani ya watu wanashiriki katika huu mtandao wa kuwawezesha kupata nyaraka za kusafiri, kutumia agents ambao wanakuwa wanafahamu kabisa, wakati wanarekruti hawa watoto wetu wanajua wanaenda kufanyiwa vitu ambavyo ndivyo sivyo. Huyo huyo ndio anamsaidia apate passport lakini anayempa pasipoti ndani ya serikali idara ya uhamiaji tumbainishe ni nani, ili tuweze kushughulika na huu mtandao wa kusafirisha binadamu haramu na kwenda kuwatumikisha kama watumwa huko kwenye nchi za nje kwao. Hili tunalishughulikia na tutashirikiana na vyombo vyote kuhakikisha tunakuwa na mkakati wa kutokomeza changamoto hii. Mheshimiwa Naibu Spika, yamezungumziwa masuala ya utaratibu wa ajira na ushauri kutoka kwa ndugu zetu upande wa Zanzibar. Tumechukua ushauri wenu, tutakaa na vyombo tuangalie namna ambavyo utaratibu uliopo na mawazo haya ambayo ametupatia namna yanavyoweza kuboresha e, utaratibu wa ajira. Mheshimiwa Naibu Spika, yaliyosema ni mengi na hata Mheshimiwa Esther Matiko amezungumzia swala la 4R kwamba rais huyu mama yetu huyu alitoa fursa ya kipekee na mimi sio kwamba natabiri, sidhani kama tutakuja kupata rais msikivu yielding kama rais huyu akaweza kutoa fursa kwa upinzani kukaa mezani pamoja, alafu nyinyi wenyewe mmeabuse hii hii space. Sidhani kama mtakuja kupata rais mwingine ambaye ataentertain kutoa nafasi. Umesema Mheshimiwa Esther Matiko, Mheshimiwa rais wetu alienda Ubeligiji akaambia mdogo wangu Lisu njoo tukajenge nchi lakini sasa unambeba mtoto kwenye mbeleko anakung'ata mgongoni, si utaachia mbeleko? Kwa hiyo hala imekuwa abused, na sidhani kama itakuja kutokea fursa kama hii kupata rais msikivu ambaye ni mshirikishi. Na mtu anaweza akawa na tabia nzuri, lakini matendo ya watu yakamfanya abadilike kwa sababu ya namna watu wanavyochukulia mheshimiwa, mheshimiwa eh, naibu spika Naomba nisiendelee zaidi, nikaja nikaharibu, maana haya mambo mengine yanauzi, unaweza ukawa hapa uka, yani, ukaamua kusema vitu ambavyo baadaye vikaleta e, shida. Lakini waheshimiwa wabunge, naomba niwashukuru sana e, kama ambavyo nimesema, michango ya leo, wakuu wa vyombo ambao sisi tukilala wao wanakuwa macho kuhakisha nchi yetu inakuwa salama kupitia bunge hili mmewapa moyo sana, mmewapa morali ya kufanya kazi na naomba niwahakishie, kazi nzuri ambayo inafanywa na vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa wale ambao wako ndani ya vyombo wanaenda kinyume na maadili, tutaendelea kuchukua hatua dhidi yao. Nitoe tu mfano kwa jeshi la polisi peke yake na, na hapa ilichangiwa kwamba askari wazingatie sheria, kanuni na taratibu. Kwa jeshi la polisi peke yake askari ambao wamechukulia hatua za kinidhamu mia mbili thelathini na mbili, wameitwa kwenye kamati za maadili mia saba tisini na sita, wameshtakiwa kijeshi na kupewa adhabu mbalimbali, kumi na sita wameshushwa vyeo, sitini na mbili wamefukuzwa kazi na arobaini na nne mashtaka yanaendelea. Kwa hiyo tutaendelea kuchukua hatua kuhakikisha wale wachache ambao wanachafua imeji ya jeshi la polisi wanachukuliwa hatua, lakini wengi wanaofanya kazi nzuri tuendelee kuwatia moyo. Waheshimiwa wabunge, nawashukuru kwa moyo huu ambao mmewapa wakuu wa vyombo makamanda, pamoja na askari, lakini pia amiri jeshi mkuu, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Spika, baada ya kusema hayo, naomba kutoa hoja. <coughs> Hoja imeungwa mkono. Katibu, kamati ya matumizi, kamati ya matumizi. Na Bunge sasa linakaa kama kamati ya matumizi, e, kupitia kifungu kwa kifungu, e, katika hoja hizi ambazo zimewasilishwa na wabunge lakini pia kuhusu bajeti hii ya wizara ya, e, mambo ya ndani. E, kuona yale ambayo yamejadiliwa hapo na yale ambayo yamo katika vitabu hivyo e, kuanzia kitabu cha kwanza kile mpaka kitabu cha nne sana e, na kuangalia juu ya zile fedha ambazo zimeombwa na wizara hiyo katika mwaka ujao wa fedha wa elfu mbili na ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita Bunge sasa linakaa kama kamati Mheshimiwa, tukae. Katibu, gilotin. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba waheshimiwa wajiwekeze kwenye kitabu cha pili, matumizi ya kawaida. Fungu 14, jeshi la zimamoto na ukoaji, shilingi bilioni 67 milioni 777 na 519000. Fungu hicho kinafikiwa. Fungu 28, jeshi la polisi